Karibu kwenye muhtasari wa habari. Jina langu ni Ramla Abdi. Rais William Ruto amesema kuwa serikali yake imejitolea kubadilisha mtaa wa Kibra kutoka mtaa duni hadi mtaa wa kisasa. Akizungumza jana, rais Ruto alisema utawala wake unaazimia kutoa nyumba salama zenye hadhi na za bei nafuu kwa Wakenya wote. Kiongozi wa taifa alisema sura mpya ya mtaa wa Kibra itabadilisha maisha ya maelfu ya wakazi wake. Ikiachana na hani kuwa washukiwa wanne wa ujambazi wakiwemo raia watatu wa Uganda na Mkenya mmoja wamekamatwa huku bunduki tatu zikipatikana katika operesheni ya kiusalama iliyotekelezwa katika mitaa ya Dandora, Saika, Pumwani na Huruma jijini Nairobi. Operesheni hiyo ya ilifanywa, ambayo ilifanywa baada ya visa kadhaa vya ujambazi kuripotiwa jijini Nairobi na magharibi mwa nchi. Kwenye rubaza za kimataifa ni kuwa Iran na Marekani zimeanza leo duru ya tano ya mazungumzo juu ya mradi tata wa nyuklia wa Iran mjini Roma, Italia. Wajumbe wa pande hizo mbili waliwasili kwenye jengo la ubalozi wa Oman mjini Roma mnamo adhuhuri leo eh, kuanza duru nyingine ya mazungumzo kuhusu mradi wa nyuklia wa Iran. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran abbas Araghchi na mjumbe maalum wa rais Donald Trump kwenye kanda ya mashariki ya kati steve Witkoff ndiyo wanatazamiwa kuongoza mazungumzo hayo chini ya upatanishi wa Oman. Mwisho wa mukhtasari wa habari. Mpenzi msikilizaji, dakika zikiwa mbili zimetoweka baada ya saa tatu, tutaweza kupokea habari zaidi itimiyapo saa nne kamili. Jina langu ni Ramla Abdi, maasalamu.